Hospitali ya Mediheal imejipata mashakani baada ya ripoti ya kamati maalum iliyobuniwa kuchunguza madai ya biashara haramu ya figo kusema kuwa kuna shaka huenda wanahusika na kupendekeza uchunguzi zaidi kufanywa. Kamati hiyo iliyowajumuisha madaktari, maafisa wa Wizara ya Afya na wasomi iliibua maswali kuhusu namna hospitali hiyo huendesha utoaji wa figo bila hata kuzingatia uhusiano wa mtoaji na anayepokezwa ambaye mara nyingi ni raia wa kigeni. Jiji la Eldoret, Amon Kipruto akiandamana na mamake wanafika katika hospitali ya rufaa ya Moi, ni safari ambayo wamelazimika kufanya mara kwa mara. Kipruto akifikishwa hospitalini kutafuta matibabu baada ya kupoteza figo moja na kuachwa na maumivu ya mara kwa mara. Hatua aliyochukua baada ya watu anaowakumbuka kumfikia na wazo la kupata pesa za haraka. Nilikuwa nimekataa, ndio kuna siku nikaanza, nikaanza kusota kuwa broke, ani sina anything kabisa, nikifanya kitu hata sina anything. Nikabidi nipigie, niwapigie, nikawapigie, nikamaliza ile ile deal. Ikoje ahadi ya kulipwa zaidi ya shilingi laki tano ilimpeleka moja kwa moja hadi katikati mwa jiji la Eldoret ambako oparesheni ilifanywa mwaka jana. Nilifanyiwa operation at Mediheal, wakatoa, they remove my kidney, but nilikuwa nimekubali. I agree with them that they will pay me on my 600, and they pay me through a person called Mohamed. Ilikuwa deal, nilienda hata nikafanya kila kitu huko Mediheal. I agree, nilisign huko. uamuzi anaojutia. Kwani umegeuka kuwa mwiba unaomchoma mwenyewe? Nimepea mama angu a hard time. Yeah. I'm aibisha, I'm aibisha my family. Akuli Maka, nakula, na samani alikuwa anakula na amenona, sai amekonda. Sasa unashindwa kwa nini hao watoto wanahemiwa, hao watoto wadogo hii angu wali, wali mtoto kusema years. Ni masaibu ambayo huenda mamia ya waathiriwa wanaishi nayo, kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na shirika la serikali la KBTTS. Uchunguzi wa shirika hilo kuhusiana na shughuli katika hospitali ya Mediheal kufuatia madai ya raia wa Israeli kupokea figo nchini na kuruhusiwa kurejea kwao, kuwepo na kundi la walanguzi wanaokwepa sheria kujihusisha na biashara haramu ya figo, kutokuwepo na uhusiano kati ya wale wanaotolewa figo na wanaopokea. Uchunguzi ukionyesha katika kipindi cha miaka saba operesheni za kutolewa na kuwekwa figo iliyofanywa ni 372. Hakukuwa na rekodi za kuonyesha iwapo waliofaidi walipata figo zilizoambatana nao. Mwisho wa ripoti, wakasema kuna shauku kuwa biashara haramu ya viungo inaendelea katika hospitali ya Mediheal, ila kuna haja uchunguzi zaidi kupata ushahidi wa kutosha. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.